Unajua kitu kimoja baby. I gave you my everything. Nilijitoa kwa moyo wangu wote, nikaweka kila ndoto yangu mikononi mwako. Nakumbuka nilikuwa tayari kusimama upande wako hata pale ulimwengu mzima ulipokuwa kinyume chako. Nakumbuka nilivyolia kimya kimya, lakini bado nikachagua kukupenda zaidi ya jana. Lakini sasa moyo wangu umechoka Nimechoka kuumizwa na ahadi zisizotimizwa, nimechoka kusubiri mabadiliko yasiyokuja, nimechoka kujifanya niko sawa wakati kila siku nimevunjika vipande vipande. So listen to me careful, am moving on. Nacha kila kitu nyuma, si kwa sababu sikukupenda. No, ni kupenda kupita maelezo, lakini nimeamua kujipenda mimi zaidi sasa. Nimeamua kuacha kulia kwa sababu ya upendo ambao umekuwa maumivu zaidi ya faraja. Nitakukumbuka, yes. Nitakumbuka kila kicheko, kila kumbatio na kila neno zuri, lakini sitarudi tena. Kwa mara ya mwisho nakuambia, goodbye my love, this is the end of us.